Ambayo yanaanzishwa huwa yanashindwa kupata faida na hatimaye kufilisika ndani ya mwaka mmoja. Nini sababu ya kupata hasara au kushindwa kupata faida? Baadhi ya wadau wanafikiri kuwa maduka yanashindwa kupata faida kwa sababu wanao ya miliki wa hawafanyi kazi kwa bidii. Sasa hiyo sio sababu. Sasa kwenye kipindi hiki nitakueleza eh, siri tano ambazo kwa wale wenye maduka ambao wamefanikiwa huwa wanatekeleza na ndio maana maduka yao yanafanikiwa. Na siri ya mwisho namba tano hiyo ndio yenye umuhimu sana. Kwa hiyo kaa nami mpaka mwisho wa kipindi uone hizo siri tano ambazo zinatumiwa na baadhi ya wenye maduka na kufanikiwa kupata faida kubwa. K Siri ya kwanza ni kuanza na wateja. Unajua kuna wengine wenye kumiliki maduka wanafikiri wao wanafahamu kila kitu, kwa hiyo wanakwenda kununua bidhaa, wanajaza maduka yao bidhaa, halafu wanakaa wakingojea wateja. Hilo ni kosa. Jambo la muhimu, kwanza anza kutafuta wateja, chagua kundi la wateja la kuwahudumia, halafu kuwa karibu nao, na wao watakueleza aina gani za bidhaa wanapenda aina gani za huduma wanapenda. Sasa kazi yako kwako kwa itakuwa ni kutekeleza matakwa ya hao wateja vinginevyo, utakuta biashara yako inayumba. Sasa nitakupa mfano mdogo wa jinsi watu wanavyofanya makosa. Unaamua kufungua duka sehemu ambapo ni karibu na chuo au shule, halafu kwenye hilo duka unakuta mtu anaweka unga wa sembe, mchele, maharage na vitu kama hivyo. Hapo unakuwa umekosea, kwa sababu wanafunzi hivyo sio vitu wanavyopenda. Hapo inatakiwa uweke vitu kama juisi, uweke vitu kama vocha eh, uweke vitu kama madaftari, vitabu na vitu kama hivyo. Hivyo ndio vitu ambavyo wateja wako ambao kwa hapo karibu na shule au chuo ndio watakaokuwa wanunuzi wako wakubwa. Kwa hiyo anza kwanza kuangalia wateja, hii itakusaidia sana. Namba mbili ni kosa la kuchagua sehemu ambayo sio sahihi kwa kufanyia aina ya biashara unachagua. Unajua, kila biashara na wateja wake. Usikosee ukadhani kuwa biashara zote zina wateja aina moja. Sasa chagua eneo ambapo unafikiri kutakuwa na wateja wengi wa aina ya biashara ambayo umechagua. Sasa hii siri wengi hawafahamu, wanaanzisha tu duka mahali popote. Sasa ukiangalia aina alilingani kabisa na wateja wa aina ile, kama nilivyotoa mfano wa karibu na chuo ambapo wateja ni wanafunzi. Kwa hiyo vile vile, kama unataka kuanzisha duka karibu na hospitali, utegemee kuwa wateja wako watakuwa ni watu ambao wanapeleka wagonjwa hospitali hospitali au eh, wafanyakazi wa hospitali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo eneo ni muhimu sana la kuchagua. Chagua eneo sahihi ili uweze kufanya biashara nzuri. Sasa tukiwa bado kwenye masuala ya eneo, unakuta wengi wanaingia mtego wa kodi. Unajua kodi ya pango, kuna maeneo mengine kodi ya pango iko chini sana kuliko maeneo mengine. Sasa unakuta mtu anafanya kosa, anataka kwenda kununua kuanzisha biashara, kodi ya pango ya sehemu ya kufanya biashara iko chini bila kujali suala la wateja. Hapo unafanya kosa kubwa sana. Na mara nyingi sehemu ambapo wateja wanapatikana kwa wingi, hilo eneo unakuta hata kodi ya pango inakuwa juu. Kwa hiyo usiogope ukubwa wa kodi ya kupangisha sehemu unataka kufanya biashara, angalia uwezekano wa kupata wateja. Siri ya tatu ni fedha inayopatikana kwenye biashara. Hapa kuna wengine wanakosea, wanachanganya fedha ya biashara pamoja na fedha kwa ajili ya matumizi binafsi. Hilo ni kosa kubwa sana. Siku zote ujue kuwa biashara inatakiwa iheshimiwe. Kwa hiyo fedha inayopatikana kwa ajili ya biashara itumike kwa ajili ya biashara. Kama unataka kufanya matumizi yako binafsi, inabidi ujipangie mshahara e, ujipangie mshahara. Duka ni la kwako, lakini lazima ujipangie mshahara, na huo mshahara ulingane na hali halisi ya duka. Usipange mshahara mkubwa kiasi ya kuwa ilo duka ukalifilisi. Sasa matumizi yako yote yatokane na huo mshahara. Kwa mfano, unasema kila mwezi utakuwa na jipa laki tatu, basi ni hizo hizo, hizo laki tatu. Kama unajidi na kupata pesa, usitumie fedha ya duka. Sasa kingine ni kuwa, fungua account benki. Pesa yote unayopata unapeleka benki, usitumie hata kama ni mshahara wako, peleka kwanza benki alafu ndio utafanya matumizi yako. Kwa hiyo hapo ni muhimu sana usichanganye matumizi ya biashara na mambo yako binafsi. Namba nne ni thamani ya biashara yako. Sasa hapa thamani, kuna vitu vingi. Kuna wengi wanafikiri kuwa labda ukipunguza bei ya, ya bidhaa basi hapo utapata wateja wengi na duka litapata faida. Hiyo sio kweli. Unaweza ukajikuta unapata hasara. Jambo la msingi ni kupandisha thamani ya duka lako. Sasa, kwenye thamani hapa, kuna swala la huduma kwa wateja, kwa maana kuwa toa huduma nzuri na wateja watakuja wata kwako. Lakini pia kitu kingine ni kuwa, kuwa karibu sana na wateja, kuwa na mawasiliano ya karibu na wateja. Lakini pia tumia mbinu kama za social media kuwasiliana na wateja unapiga mapicha ya bidhaa zako au unawajulisha kwa kupitia hizo social media vifaa au bidhaa mpya zilizofika. Kwa hiyo sasa, pandisha thamani ya duka lako kwa kufanya mambo mbalimbali ambayo yatavutia wateja, sio kukimbilia kupunguza bei ya bidhaa unafikiri ndio utavutia wateja. Siri ya tano na ya mwisho ambayo nilikwambia ni ya muhimu sana, ambayo bahati mbaya baadhi ya wenye maduka hawaifahamu ni kuweka hesabu za biashara au wengine wanasema kuweka data. Hii ni muhimu sana. Inabidi u, kama una u, uwezekano, kama uwezi kufanikiwa kupata labda kompyuta e, au kutumia applications mbali mbali, unaweza pia ukatumia daftari kuweka hesabu. Kilechotakiwa ni kuweka hesabu ijulikani kila siku umeuza bidhaa kiasi gani, kila siku uweze kuona ni bidhaa gani zinauzika zipi haziuziki. Sasa hiyo yote unaweka hesabu za biashara, na hii itakusaidia kuweza kuona bidhaa zipi zinauzika. Zile zinazouzika sana ndio unazidi kununua, zile zisizouzika unaachana nazo. Lakini pia utaweza kufahamu kama biashara yako inapata faida au inapata hasara kutokana na hesabu zako lakini pia utaweza kuangalia mtiririko wa hesabu unavyokwenda kiasi ya kuwa bila kuwa na mtiririko wa fedha, unaweza kukuta biashara imeishiwa fedha, hujui kwa nini imeishiwa. Lakini ukiwa na utaratibu wa kutengeneza hesabu za mtiririko wa fedha, itakuwezesha kufahamu kama biashara yako inayumba kwa upande wa fedha, na ukachukua hatua zinazostahili. Lakini pia una kwa kuweka hesabu za biashara, unaweza ukafahamu kama mtaji wa biashara yako unakuwa au unapungua. Lakini pia utafahamu mali za biashara yako kama zinaongezeka au zinapungua, na pia unaweza ukafahamu kama madeni unaowadai wateja yanaongezeka au yanapungua, au madeni na wewe unaodaiwa kama yanaongezeka au yanapungua. Kwa hiyo uwekaji wa hesabu ni kitu cha muhimu sana. Sasa kabla hatujamaliza kipindi, nina wito wito wangu wa kwanza ni kuwa kati ya haya mambo matano au siri tano nilizo kueleza, ni ipi imekuvutia au ipi unafikiri ina changamoto? Sasa niandikie kuniambia, e, siri ambayo unafikiri ina changamoto na unahitaji ni kueleza zaidi na mimi nitakueleza. Namba mbili, subscribe subscribe e, huduma zetu ili usikose vipindi vyetu vya Tan Business Channel on Television vinavyotangazwa kila siku saa tatu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Hiyo ni muhimu sana kwa sababu ukisubscribe utafahamu vipindi kabla havijatangazwa, utakuwa unaletewa message na utajua leo kipindi cha leo kinahusu nini. Kwa hiyo hiyo ni muhimu sana. Sasa kwa kumalizia, tujaribu kuangalia muktasari wa mambo nilokueleza, haya mambo matano Nilisema namba moja ni kuwa mteja ndio wa muhimu, bidhaa inafuata. Kwa hiyo anza na mteja, alafu masuala ya bidhaa ndio yanafuata. Namba mbili nimesema kuwa umuhimu wa kuchagua eneo ambayo ni sahihi kwa ajili ya kufanya biashara. Namba tatu nimesema kuwa pesa zisichanganywe za biashara na pesa zako za binafsi, kwa maana matumizi yako binafsi. Hiyo ni namba tatu. Namba nne, nimesema eh, jenga thamani e, ya biashara yako, kwa maana masuala ya huduma e, unavyohudumia wateja, lakini pia eneo lako usafi ulivyo, e, bidhaa zako wateja labda waki, wakilalamika unawasikiliza na kuwa karibu na wateja. Hii inasaidia sana, hiyo ni muhimu sana. Na namba tano niliwaambia ni swala la kuweka hesabu za biashara. Ni muhimu sana uweke hesabu za biashara Naona tufikie tumefikia mwisho wa kipindi chetu e, mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Asante na karibu tena kuanzisha biashara.